Wezi. Sinaweza. Mavijana wetu waweze kucheza ball, wamadha wapike chakula tuendelee namna hiyo. Hawa wanachezanga Sakaja Super Cup. Kila mwaka kuna Sakaja Super Cup. Inakuanga milioni tatu namba moja, milioni mbili namba mbili. Ya mwaka huu twalike urezoa kuje aongeze fike milioni tano sinaweza mwisho kabisa Asante kwa mambo ya maji na mambo ya manyumba. Sisi tunasema hivi, muliona rais wetu William Ruto akishikilia mkono Raila Amolo Odinga? Simuliona akamshikilia safari ya Africa Union? Simuliona lakini Mungu aliamua Kenya inahitaji Raila kuliko Afrika. Sasa wacha niwaulize, muliona juzi rais wetu akishikana mkono na Raila Amolo Odinga, wafanye kazi pamoja. Washirikiane ama waachane? Washirikiane ama waachane? Nairobi kwanza, makadara nyingi, ndio mnajua jirani yako ndio ndugu yako. Hakuna mtu aliyeapply kuzaliwa mkikuyu ama mkamba ama mjaluo ama muluya. Mtakubali siasa ya ukabila Nairobi? mtakubali wale wakabila wakwende kwao wakwende nyumbani. Nairobi tunabaki pamoja. Asanteni sana. Tuna walombo tu hapa, niko na MCA MCA MCA Dr. Pato. Dr. Pato. Dr.